Wanawake wengi hutumia njia za uzazi wa mpango lakini hawajui ni namna gani njia hizi zinazuia ujauzito. Leo nitakufundisha ili ujue pale utakapohitaji kutumia uzazi wa mpango. Ama wewe mwanamke unatumia uzazi wa mpango, ujue namna gani unazokondokana na hali hii ili uweze kupata ujauzito. Kitu cha kwanza, njia za uzazi wa mpango hizi ni homoni za bandia ambazo zinawekwa katika mwili ili kuzuia ujauzito kutokea. Zinafanyaje kazi? Kwanza zinaenda kuzuia ovulation isitokee, na maanisha yai aliwezi kutoka, na hata kama yai likitoka linakuwa halijapevuka. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Kazi ya pili, homoni uh, hizi zinaenda kuzalisha uteute ambao unajiatachi katika placenta, anamaanisha katika mji wa uzazi. Pale tu mwanaume anapomwaga mbegu zake, ili ziende kukutana na yai, zinafika pale kwenye uteute na zinafia pale pale. Kwa hiyo ule utando unazuia mbegu ya kiume kwenda kukutana na yai. Hizo ni kazi ambazo njia za uzazi wa mpango zinafanya ili ujauzito usitoke. Sasa kuna wanawake ambao wanamaliza kutumia uzazi wa mpango kwa uh, muda inakuwa ni vigumu sana kwa kupata mtoto. Homoni hizi uh, zinakaa kwenye mwili kwa miezi sita mpaka uh, mwaka mmoja pale mwanamke anapokoma kutumia njia hizi. Sasa kuna wanawake wengi ambao wamechukua miaka mingi, miaka miwili, miaka mitatu, miaka mitano kushindwa kupata ujauzito baada ya kutumia njia za uzazi wa mpango. Sasa ni namna gani unaweza kuondoa homoni hizi ili homoni zako ziweze kurudi katika hali yake ya kawaida ili uweze kupata ujauzito. Dr. Nyagabona niko hapa kwa ajili ya kusaidia wewe mwanamke ambaye umetumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu na program ambayo itakusaidia wewe kwenda kurudisha mwili wako katika hali yake ya kawaida ili uweze kuitwa mama. Karibu sana. Kumbuka, safari yako ya kwa mama inawezekana.